Halo, karibu katika channel yetu ya Elimu. Leo tumewaletea update nyingine inayotoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo yo, ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Magereza. Update hii inahusu kuitwa kwenye usaili. Hivyo sisa kusubscribe, kushare na kukomenti kwa kwanza, endapo tutafanya update nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu. Kama tunavyoona katika skrini yetu, ili ni tangazo la kuitwa kwenye usaili ambalo lina maelezo mafupi. Maelezo hayo yanasema kamishna jenerali wa Jeshi la Magereza anawatangazia vijana walioomba ajira kupitia mfumo wa ajira wa Jeshi la Magereza Tanzania Prisons Service Recruitment Management System kwamba kutakuwa na usaili wa vijana waliokidhi vigezo vya awali. Usaili huo utafanyika makao makuu ya jeshi la magereza na kwenye ofisi za wakuu wa magereza wa mikoa kwa tarehe zilizoainishwa katika tangazo hili. Usaili huo utaanza saa mbili kamili asubuhi. Gharama za malazi chakula nauli na uli zitagharamiwa na mhusika husika utatakiwa kufika kwenye usaili wakiwa na nyaraka zifuatazo: cheti halisi cha elimu ya sekondari, cheti halisi cha kuzaliwa, cheti halisi cha taaluma kwa waliomba fani mbalimbali, pamoja na kitambulisho cha NIDA. Kwahiyo baada ya maelezo mafupi hayo, yako chini kuna orodha wanaoitwa kwenye usaili pamoja na tarehe ya usaili kama tunavyoona hapo chini kwenye tebo yetu hapo. Usaili mikoani, tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano. Upande wa pili tutaonyesha mkoa, lakini katikati tunaona majina kamili. Kwa hiyo usaili utakuwa umepangwa kimkoa pamoja na na tutaangalia tarehe imewekwa juu, tarehe kumi na saba wa Arusha. Haya yote ni majina ya ambao wamekidhi vigezo vya awali na kuitwa kwenye usaili huyo wote pamoja na Dar es Salaam tarehe kumi na saba. Hii ndio mikoa maanayake, ndani ya mkoa huu ndipo ambapo utakwenda kushiriki usaili, ambapo wengine walioitwa mkoa wa Dodoma na kuendelea, lakini kama tulivyoona tu maelezo kwamba usaili utafanyika katika tafanyika makao makuu ya jeshi la polisi ya magereza na kwenye ofisi za wakuu wa magereza wa mikoa kwa tarehe zilizoainishwa katika tangazo hili. Hiyo, haya ni maelezo ni muhimu sana ambayo yanaonyesha ni wapi usaili utafanyika. Lakini muda, zingatia kwamba saa mbili kamili basi upo ndani ya eneo la usaili. Maana yake ni kwamba ufike katika kituo cha usaili kabla ya saa mbili kamili. Hii ndio update ambayo tumeletea leo kutoka katika chaneli yetu Elimika. Nikukumbushe tena mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine, karibu.